Ni katika zoezi la utiaji saini juu ya utekelezaji wa mradi wa maji kwa wananchi wa kijiji cha Ildonyo kata Isinya kimokoa pamoja na Namanga mpakani mwa Kenya na Tanzania. Na hapa baadhi ya wananchi akiwemo Liza Melita na Michael Lekule wanaeleza juu ya matumaini yao na hali ya upatikanaji wa huduma ya maji katika maeneo hayo. Tuna matumaini makubwa sana na mradi wa maji ambayo, na Mheshimiwa RC wa mkoa wa Arusha Paul Makonda, na tuna mategemeo maji kwa ajili ya maji ya kunywa kwa watu na kwa ajili ya mifugo kinatusaidia sana kutuondolea kiangazi kubwa sana. Mwanzo hali ilikuwa ni changamoto, watu tunategemea mabwawa na sehemu ambazo maji yanaharibu kwa ajili ya kupata maji ya kunywa, lakini kwa sasa hivi na watu wakwenda kupata maji safi na salama. Kwa wakati wa kiangazi mifugo wanafariki na wanakufa na kushuka thamani pia. Kwa siku tunategemea kwamba mifugo wapande thamani uh, na wapate maji ya kutosha kwa wakati. Mimi nikiona maji yanapatikana hapa, ina furaha kubwa sana kwa sababu najua siziki ya wananchi wasinyo, walitaabika kwa muda mrefu wakitafuta maji, wanakimbia huko na huko, lakini kwa leo serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Rais wetu mpendwa amefanya kazi kubwa sana kuwakomboa wananchi mhandisi justin rujomba ni mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la arusha ausa atupitisha juu ya mchanganuo wa mahitaji ya maji na uzalishaji wake huku mkuu wa wilaya ya longido salum kali akisisitiza huduma ya maji kwa ajili ya mifugo ili kukabiliana changamoto ya upatikanaji wa maji na kuweza kukidhi mahitaji mamlaka ilifanya utafiti na kubaini kuwa eneo linalofaa kwa uchimbaji wa kisima kirefu ni eneo hili lililopo katika kijiji cha idonyo kata ya Sinya. AUSA kupitia mradi mkubwa wa kuboresha huduma ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha imechimba kisima hiki kirefu cha maji chenye uwezo wa kuzalisha lita milioni mbili na laki nne kwa siku. Hivyo baada ya kukamilika kwa mradi huu, jumla ya uzalishaji wa maji itafikia wastani wa lita milioni nne na laki moja kwa siku. Wananchi wanataka maji na mkandarasi, ujue wananchi hawa wanahitaji maji. Unapotekeleza mradi wako, hakikisha tunajenga maeneo ya kuhifadhia maji kwa ajili ya mifugo kwa maana ya ma, ma, malambo, eh, mbouti wenzetu wanasema mbouti, kwa sababu uchumi wetu wa Longido ni mifugo, maduka yetu ni mifugo, nyumba zetu ni mifugo, chakula chetu ni mifugo. Kwa hiyo huwezi kupeleka maji kwa wananchi ukakosa kuweka kwa ajili ya mifugo, haiwezekani. Na sisi tuko kwenye hifadhi hii. Manake ukiweka maji pale hata wanyama pale, pale wa porini wanakwendakunywa pale. Mara baada ya kushuhudia zoezi la utiaji saini ikiashiria utekelezaji wa mradi huo wa maji kwa ajili ya wananchi, mkuu wa mkoa wa Arusha hapo Christian Makonda akatoa maelekezo kwa mkandarasi kufanya kazi usiku na mchana. Maji ni uchumi, maji ni uhai, maji ni siasa. Nikuombe sana, we mwenyewe ujijengee heshima yako kwa kufanya kazi usiku na mchana ili tupate matokeo mazuri. Kazi za kusimama sio nzuri ukiwa mkandarasi kwenye huu mkoa, alafu tukaanza kukukumbusha kazi yako tunakulipa, maana yake kila mara tunaanza kukuambia mbona ma u unaenda alafu hatuoni maji yakitoka. Maana yake lesha jo yako ya kazi ikianza kwenda kinyume, unatuambia baada ya miezi miwili kuna hatua hii, hatuoni tutavumilia ya pili, baada ya miezi mitatu tutafika hatua hii, hatuone, tutavumilia. hatuetakayo kuja kufata ni wewe na watu wako. Tunakutafutia kituo cha polisi cha karibu, mnakuwa mnaishi hapo. Tumeshasoma contract zile na mahitaji, tumejipanga kabisa kwamba mahitaji yote iko kwenye pipeline. Tumeshafanya maandalizi ya kutosha kuhakikisha kwamba tunaanza hii kazi. In fact hii kazi kuanzia kesho watu watakwepo site kwa sababu tumeshajipanga na inahitajika ikamilike kwa muda mfupi, chini ya mkataba. Mkataba ni miaka miwili, lakini tutajitaka kufanya jitihada kuhakikisha kwamba tunaitimiza before two years. Asilimia tisini na tano ya wakazi wa wilaya ya Longido ni jamii ya kifugaji. Kukamilika kwa mradi huo mwaka elfu mbili na ishirini na saba kunaibua tumaini jipya kwa jamii hiyo ya kifugaji, kwani mifugo itaendelea kustawi hasa msimu wa kiangazi. Kutoka Longido mkoani Arusha, kaskazini mwa Tanzania, mimi ni Hababi Mohamed.